Mtetezi wa mama, mama Kwembe oye, oye Ubungo oye, oye! Ndugu zangu wapendwa, kwa majina yangu ninaitwa Susan Kayange, mimi ni mlezi wa mtetezi wa mama kutoka kata ya Kwembe wilaya ya Ubungo, na hapa tulipo tuko kwenye mtaa wa Kwembe kati ya mitaa tisa inayounganisha kata ya Kwembe. Dhumuni kubwa la kuja mahali hapa sisi ni ofisi ya mtetezi wa mama, ni taasisi ya mtetezi wa mama inayemtetea mama katika mambo mazuri yote anayoyafanya, na tunamuunga mkono kwa asilimia mia moja na ile ambayo, ambayo tunasema tuna kwamba ikifika Oktoba tunatiki hivyo. Basi tumekuja kwenye mtaa wa Kwembe, tumekuja kuwatembelea wanakwembe wa mtaa wa Kwembe. Lakini si bure tu kuwatembelea, tumekuja kuwaona na kuangalia watu wenye uhitaji, hasa kijana wetu mzuri ambaye yuko mbele yenu kama mnavyomuona. Tumekuja kumpa misaada mbalimbali na tume kuja na vyombo vya habari ili watu wengine waweze kuona kama kuna uwezo mwingine wa kuweza kusaidia watu kama hawa kwenye maeneo mbalimbali na mitaa mbalimbali, basi na wao wanaweza wakafanya. Sisi mtetezi wa mama tuliwahi kutoa wheelchair mbili kwa watoto wenye matatizo ya ulemavu na leo tena tumekuja Kwembe, tumekuja kumtembea mtoto wetu mzuri, lakini na pia tumekuja kumletea wheelchair na pamoja na mahitaji mengine mbalimbali. Hivyo basi nimekuja na timu nzima ya mtetezi wa mama, lakini tunashukuru kwa mapokezi mazuri ambayo tumepokelewa na mwenyekiti wa serikali ya mtaa ametupa ushirikiano mkubwa mahali hapa, lakini yupo afisa mtendaji naye ametupa ushirikiano mkubwa sana. Na hivi unavyoona timu nzima mtetezi wa mama, hawa ni wachache tu, kwa sababu kuna kikao ambacho kinaendelea makao makuu. Tumekuja na watu wachache tu na pia tumekuja na viongozi wa wilaya Ubungo ili kuweza kutoa misaada. Tunamuunga mkono mama kwa asilimia mia moja kwa mambo mazuri anayoyafanya, lakini zaidi sana kuwajali watoto wenye uhitaji, na sisi kama mtetezi wa mama tunamuunga mkono. Hivyo basi niseme wananchi wote ambao mnafuatilia eh, hii media muone namna ambavyo tunaweza kujitoa hata kwa kiasi kidogo tu kuweza kushawishi watu wenye uwezo, ili waweze kusaidia watu wasiokuwa na uwezo. Santeni sana kwa kusikiliza. Atoa wheelchair kwa ajili ya mtoto mwenye uhitaji maalum kwenye kata yetu hii ya Kwembe, kwa sababu kata ya Kwembe iko ndani ya wilaya yetu ya Ubungo. Kwa hiyo, kwa niaba ya viongozi wenzangu wa kata ya Kwembe na wilaya ya Ubungo, naomba nikabidhi hii wheelchair kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mtaa huu wa Kwembe, ili na yeye ampe huyu kijana wetu wenye uhitaji maalum kwa sababu huyu tusingempata bila kupata jitihada kutoka kwa mwenyekiti wetu wa serikali kwa hiyo kwa heshima kubwa lazima tukabidhi wheelchair hii ili yeye naye amkabidhi kijana wetu ambaye mwenye uhitaji maalum kwa ajili ya kuweza kumsaidia katika shughuli zake za kila siku Hali kwa ajili ya kumkabidhi mwananchi na mtoto wetu mzuri mwenye uhitaji maalum wa kutembelea hicho chombo kama mnavyoona ndugu watazamaji chombo ndicho hicho kinachoweza kukabidhiwa kwa mtoto wetu A huo ni msaada tu mchache ambao kati ya wengi matajiri na wenye mali mbalimbali nao basi wapokee ujumbe huu, sante. Huyo ndiye mama yake mzazi wa kijana wetu Ferdinand, ambaye mama anapokea kwa niaba ya mtoto wake. Hebu pigeni makofi mengi kwa ajili ya mama yetu Samia kupitia taasisi yake ya mtetezi wa mama, ambavyo inajali wanyonge, inapokea namna hiyo, mama anapokea akiwa na furaha kabisa mtoto amepata kiti mwendo kwa ajili ya wahitaji wenye mahitaji maalum. Nashukuru sana e, kwa majina naitwa Rajabu Ramazani Koba, mwenyekiti wa serikali ya mtaa ya Kwembe. E, tumepokea leo kiti mwendo kutoka kwa taasisi ya mtetezi wa mama, mtetezi wa mama. E, wilaya ya Ubungo chini ya afisa miradi wilaya ya Ubungo mtetezi wa mama. E, tumepokea hiki kiti mwendo na kumkabidhi ndugu yetu Eh, Finlandi kwa siku ya leo eh, tukishirikiana na viongozi wa taasisi ya mama eh, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa kusema kweli, kwa kazi ambayo wameifanya na kuja kwenye mtaa Kwembe na kumkabidhi kijana wetu hiki kiti mwendo hatu. Kwa namna moja ama nyingine kama viongozi wa ngazi ya mtaa, tunatoa shukrani zetu kwa taasisi, lakini pia kwa mheshimiwa rais eh, kwa kazi kwa kazi nzuri kwa maana mpaka viongozi wa mtetezi wa mama wanakuja kwetu wanashuka kwetu kuja kumkabidhi wiki jana, tafsiri yake wana imani kubwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa namna moja ama nyingine kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa, nawajibika kutoa shukrani zangu za dhati kwa taasisi lakini pia kwa Daktari Samia kwa ujumla. Kwa hayo machache mimi niseme nashukuru sana na asanteni sana Shukuru kwa kwa ushirikiano mkubwa ambao umefanyika kwa ajili ya kukabidhi kukabidhi kitimwendo kitimwendo lakini pia pamoja na yapo mahitaji mengine ambayo huyu mtoto anayehitaji kutokana na hali aliyokuwa nayo, tukaona kwamba tubebe na sabuni ili tuweze kukabidhi sabuni. Lakini pia ni mtu ambaye anaweza kustiriwa wakati wowote, basi tumebeba vifaa vya kuweza kumstiri wakati wote ili asiweze kupata shida zile za kijamii. Se, mimi kwa jina naitwa Kennedy Rasmu Kwendwa ndiye mtendaji wa serikali ya mtaa wa Kwembe mimi sina mengi ya kusema, lakini cha kwanza nashukuru kwa taasisi ya Mtetezi wa Mama. Kwa kweli hiyo neno lao la mtetezi wa mama basi linamaanisha ni kweli wanamtetea mama, lakini pia wanafanya kwa vitendo. Kama serikali ya mtaa, tumepokea wheelchair na zawadi nyingine ambazo, sabuni pamoja na lepa mbalimbali. Kiukweli tunashukuru sana kwa moyo wenu wa ukarimu, kwa ile maana yenu na neno linavyosema, mtetezi wa mama linaonekana kwa vitendo lakini nikiwa kama mtendaji wa serikali ya mtaa nipende tena kushukuru zaidi kwa familia hii kwa moyo wa ukarimu na mzuri wa kujitoa na kusema changamoto za mtoto na sisi kuzifikisha sehemu salama kwa mtetezi wa mama na sasa wametuletea. Pongezi sana kwenu, lakini kwa yote tunashukuru. Tena tunashukuru sana serikali ya awamu ya sita chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, kikweli tunaona miradi inakwenda na fedha nyingi zinashuka kwetu chini na utekelezaji unafanyika mkisema mama mitano tena, ni kweli namaanika, jamani, fedha tunashukuru sana kwa hilo. Kwa kusema hayo, mimi napenda kuwapongeza na tuendelee kumuunga mkono na kuisapoti serikali ya awamu wa sita. Asanteni sana, asante uh, sana ndugu mtangazaji, nishukuru kwa nafasi hii. Tena tumeshakabidhi sabuni na vifaa mbadala vya huduma ya kijamii kwa ajili ya mtoto wetu mzuri. Lakini pia tunamshukuru sana mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Kwembe, ndugu Rajabu Koba, akiwa kwenye ofisi nzuri kabisa serikali ya mtaa, akiwa mwenyekiti makini kabisa, na yeye ndio aliibua hoja hii. Sisi mtetezi wa mama tusingejua kama huku kwenye jamii yetu kuna watu wenye uhitaji kama huu. Sasa basi, labda kupitia vyombo hivi vya habari viweze kuwafikia wenye viti wengine, kuibua hoja kwenye maeneo yao waweze kuwa karibu na wananchi wao ili kuweza kujua changamoto kama hizi, kama ambavyo mwenyekiti wetu wa mtaa wa Kwembe akiungana na mtendaji wake Kuta, kuangalia matatizo mbalimbali mbali kwenye jamii. Hauwezi kuyajua matatizo kama haya kama hauko karibu na jamii. Hongera sana mwenyekiti, hongera sana mtendaji kwa namna ambavyo mnashirikiana vyema na wananchi lakini kiukweli ndugu mtangazaji na ndugu watazamaji, hapa tuko kwenye ofisi ya serikali ya mtaa Kwembe, ofisi kubwa kabisa ukiangalia unaweza ukasema kama ni ofisi ya wilaya au ya mkurugenzi, lakini hii ni ofisi ya serikali ya mtaa wa Kwembe na ina viongozi makini wanaendelea kuchapa kazi, na wanasema Oktoba tunatiki kwa Mama Samia mitano tena. Mimi nashukuru sana kwa nashukuru sana <laughs> taasisi ya mtetezi wa mama kwa kunikumbuka mimi pia na kunifuata na kunisaidia. Yule chair ya mwanangu maki alikuwa anatambaa chini, anajiburuza, hata mvua matope pia anakuwa anatambaa kwenye matope. Nimefurahi sana, sijui niseme kitu gani, ila Mwenyezi Mungu wa mbinguni atawabariki amen. Pia nimshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu bila yeye pia hawa hii tasipe ta, singenifikia mimi pamoja na mwenyekiti wangu wa serikali ya mitaa ya Kwembe na mtendaji wangu pia wa serikali ya mtaa wa Kwembe kwa kunikumbuka mimi na kunifata na kuniona na kunisaidia. Kwa sababu bila wenyewe hawa watetezi wangu wa serikali za mtaa hapa nisingekuwa kupata hiki kiti cha mtoto wangu. Kwa kweli nasikia furaha mpaka natamani nilie, lakini sina mengi ya kusema, ila nashukuru sana. Mungu awabariki sana, nteni sana. Kwa majina, naitwa Cecilia Nathanael Mrutu ni mama mdogo wa Fredinand Felix Malima. Nawashukuru sana. Namshukuru sana Rais Mama Samia Hassan Suluhu. Pia nashukuru kamati yake ya mtetezi wa mama wilaya ya Ubungo kwa kututembelea na kutusapoti. Kwa kweli tumefurahi sana, tumefurahi sana sana sana, na Mungu awabariki. Rais Samia Hassan Suluhu mama, Mungu akubariki sana kwa kutuwezesha sisi wanawake wenzio katika wilaya ya Ubungo na pia kumwezesha kijana kama huyu, ni baraka mbele za Mungu. Tunakushukuru sana tunakushukuru sana tunakuombea, tunakusubiria mwezi wa kumi na moja tunatiki